Familia, marafiki, na jamaa wa marehemu kanali mstaafu James Gitahi walikusanyika leo adhuhuri katika kanisa katoliki la St Catherine of Siena eneo la Kitisuru hapa Nairobi kutoa heshima zao na kumkumbuka rubani huyo mstaafu. Wakati wa misa ya wafu, sifa tele zilimiminika, wengi wakimkumbuka kama rubani mashuhuri na mtu mwadilifu, ambaye alijitolea kwa familia na pia taifa lake. Gitahi alifariki katika ajali ya barabarani Jumatano wiki iliyopita. Kanisa katoliki la St Catherine of Siena eneo la Kitisuru hapa jijini Nairobi, marafiki, viongozi mashuhuri na maafisa wa staafu wa jeshi walijiunga na familia kutoa heshima zao na kumkumbuka marehemu kanali mstaafu James Gitahi, aliyejulikana kwa kuwa rubani wa marais wa zamani Mwai Kibaki na Daniel Arap Moi. Wakati wa misa ya wafu iliyoshuhudia majonzi na hisia, heshima za dhati zilimiminika kutoka kwa familia yake waliomkumbuka kama mzee mwaminifu ambaye daima alijitahidi kuwalea wanawe kwa ubora he was a pilot by calling he embraced every early morning every instruction and every challenge with passion and dedication the few times he had he made friends with a group of men they used to call themselves men of nyari west I think most of them are here I don't tell them to stand because of time

The stories of his life. Wenzake pamoja na maafisa wa zamani wa jeshi waliohudumu naye pamoja na wale waliopata mafunzo kutoka kwake wamemkumbuka kwa upendo, wakisifu ujuzi wake wa kipekee na maarifa yake makubwa katika anga. Marehemu Gitahi pia amekumbukwa kama mtu aliyependa watu, aliyesifika kwa ukarimu wake na uwezo wa kujenga mahusiano ya kudumu na watu kutoka nyanja mbalimbali mbali.

Wanasiasa waliosimama na mjane wake, seneta mteule Beti Montet, wamemtambua Gitahi kwa furaha na upendo aliompa mke wake. Kanali mstaafu James Gitahi alifariki katika ajali ya barabarani kwenye makutano ya Kyumvi kwenye barabara kuu ya Mombasa mnamo Jumatano, Machi tarehe tano. Kanali Gitahi atazikwa Jumamosi nyumbani kwake katika eneo la Maanzoni, kaunti ya Machakos. Ben Kiroi, runinga ya Citizen, Nairobi.